Location. Serikali jumuishi ya rais William Ruto imetanguliza sekta ya, 25, sekta ya elimu kwa kuipatia mgao mkubwa zaidi katika bajeti ya mwaka 225226sekta ya elimu imepokea shilingi bilioni 727 ambayo ni sawa na asilimia 28 ya bajeti jumla. Hili ni ongezeko la shilingi bilioni445 ikilinganishwa na shilingi bilioni 6566 zilizotolewa katika mwaka jana wa kifedha. Hata hivyo baadhi ya vitengo muhimu katika sekta ya elimu vimepunguziwa mgao kwa kiasi kikubwa. Kiasi cha pesa kinachotolewa kwa shule za sekondari kupitia mpango wa elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo kimepunguzwa kwa shilingi bilioni tatu huku mgao wa elimu ya msingi bila malipo ukipunguzwa kwa shilingi milioni mia tisa. Kupunguzwa huku kunajiri wakati walimu wakuu na wakuu wa shule wakilalamikia kucheleweshwa kutolewa kwa fedha za shule. Mgao kwa shule za sekondari za awali umepunguzwa kwa shilingi bilioni mbili hadi bilioni ishirini na nane nukta tisa. Wanafunzi wa vyuo vikuu wanaofadhiliwa na serikali wamepunguziwa shilingi bilioni moja nukta tatu, na mgao wa maendeleo ya miundombinu umepunguzwa kutoka shilingi bilioni sita hadi shilingi bilioni tatu nukta moja. Hata hivyo baadhi ya vitengo muhimu vimenufaika kwa ongezeko la mgao. Mgao wa tume ya kuajiri walimu TSC umeongezeka kutoka shilingi bilioni 358.2 na hadi shilingi bilioni 387.2. Kati ya hizo takriban shilingi bilioni 7.2 zitatumika kwa ajili ya ajira za kandarasi za muda, huku shilingi milioni 980 zikitengewa kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa walimu katika utekelezwaji wa mtaala wa CBE. Waziri Mbadi pia amependekeza mgao wa shilingi bilioni 5.9 kwa ajili ya usimamizi wa mitihani ya kitaifa, shilingi bilioni tatu kwa mpango wa chakula shuleni na shilingi bilioni nne kwa ajili ya elimu ya kiufundi. Katika mgao mwingine shilingi milioni mia moja zimetengwa kwa mpango wa rais wa ufadhili wa masomo ya sekondari. Busara Naman, K24, saa moja.